Hapa ni katika Shule ya Sekondari Chiola iliyopo wilayani Nachingwea mkoa mkoani Lindi. Wazazi hapa wanatema nyongo juu ya walimu wa shule hiyo kuchangisha michango mingi kwa wanafunzi wa kidato cha pili na wale wa kidato cha nne ambayo ni madarasa ya mitihani ya taifa. Wazazi wanasema michango hiyo imekuwa ni mingi na kueleza huenda ni kwa faida yao wa walimu hao, jambo ambalo wazazi hawa wanapingana na uongozi wa shule hiyo na kuomba uongozi wa serikali ya wilaya ya Nachingwea kulitilia mkazo suala hili. laki moja na elfu tano asemae, kwa kweli haya mahindi mahindi kilo sabini mboga mboga ishirini. Maana ingekuwa hii laki moja na elfu tano hii ingekuwa kwamba ya kununua na vitu vingine hii. Sasa na mahindi haya sabini na hela hii fungu hii mmekubaliana, kubalianaje? Mnajua tunaumizana, nikwambia tutoe mahindi kilo sabini kwa kila mtoto mmoja, ina maana kilo sabini kwa kila mtoto mmoja, ukipiga mahesabu kilo sabini mala mia moja kumi na nne unapata kama tani nane kasolo. Ye yeah, kwa miezi hii tu michache ndo watoto watakuwa nakula tani nane zote zikaisha. miao Waheshimiwa walimu kukaa kwa pamoja yao kama mastafu wakapiga hii bajeti wao kwa wao, mambo yote yanayotangazwa hapa wao ndio wamepiga hesabu hiyo kutuletea sisi. Mamba, kama sisi kama tumeshirikishwa sisi angalau mzazi mmoja au wa wawili, tungekuwa tunakosoana kwenye bajeti yao, tungesema hapana, hii maji shusha, hii kitu fulani shusha, lakini wanavyoleta hapa baada ya kupiga hii bajeti yao sisi huku kama unavyojua tuko hoya hoya tu. Mwalimu wa Shule ya Chiola Sekondari Ubetina Kiure ameeleza sababu za kuwachangisha wazazi hao, huku mkuu wa wilaya hiyo Mohamed Moyo akipiga marufuku walimu wilayani humo kuchangisha michango mashuleni. Hatukuwalazimisha ila tulikubaliana nao wao wenyewe. Kwanza kabisa nianze na maji maji. Tumekadiria kwamba mwanafunzi mmoja atatumia ndoo nne kwa siku, ambazo hizo ndoo nne kwa siku ni sawasawa na shilingi mia mbili mara siku 30 <coughs> ni shilingi elfu sita kwa mwezi. Kusaga pamoja na mpishi, tukaiweka shilingi elfu moja. Tuliangalia mahindi yake yanayoleta pamoja na fedha ya mpishi. Hawa wazazi wasilazimishwe, michango ni hiari na makubaliano ya wazazi wenyewe, sio ualimu. Ndio utaratibu wa serikali. Kwa hiyo wazazi wakisha kubaliana, tunachangia hivi, sawa. Lakini sio shinikizo kutoka kwa walimu. Hapana, shinikizo sio kutoka kwa mkuu wa wilaya. Hapana, hata mimi sitaki kutoa shinikizo kwenye michango juu ya, ya kuweka kambi na kuwapa chakula watoto. Mimi kazi yangu kuhakikisha kwamba chakula, wazazi mnajitolea, kwa sababu mtoto angekuwa nyumbani angekula. Kwa hiyo ile, ile, ile kiwango chake, sheya yake ya nyumbani, unahamisha unahamisha huku, au sivyo? Lakini tupate uhalisia kutoka Lindi. Mimi ni Sudi Jongo wa Clouds.